Jambo wapenzi watazamaji, ujambo wasikilizaji mnaotupata kwa sasa. Tukumbuke ya kwamba leo hii ni jumapili ya kwanza kabisa katika kipindi hiki cha majuma matano ya Kwaresima, na mbele yenu ni mimi Shamba wa Shamba, na niko na mwenzangu hapa, shemasi, padre mtarajiwa mwezi wa tano huu huko Tanzania, ambaye anatoa tafakari yake ama anajibu maswali mawili matatu kuhusiana na juma hili la kwanza kabisa katika kipindi hiki maalum katika kanisa Katoliki, Kipindi cha Kwaresma. Labda tuanze tu na salamu. Shemasi, hujambo sijambo, habari yako? Salama sana shemasi. jumapili yako imekuwaje leo ah, Namshukuru Mwenyezi Mungu, Jumapili imekuwa njema, yenye baraka, yenye neema, yenye furaha yes. Ndio, kwa hivyo e, tunaamini ya kwamba ni kipindi cha Kwaresma na kila mmoja wetu anafahamu kwamba ni kipindi cha Kwaresma. Na leo hii wewe umekuwa katika e, shughuli za kichungaji utume huko nje katika parokia tofauti tofauti. Labda tuulize tu ujumbe upi ambao unao kwa watu ambao leo hawajapata nafasi ya kusikiliza wewe lakini wangependa sana kusikiliza ujumbe ulionao kwa watu kwa Kristo, wa Kristo na wasio wa Kristo kuhusiana na juma hili la kwanza tunapotamatisha leo hii. Asante sana. Yeah. Uh, kwanza labda, kwa majina labda nianze kwa kujitambulisha kwa jina naitwa Shemasi Francis Raymond Massawe. Aa, ni wa Spiritan kutoka provinsia ya Tanzania, nafikiri ndi hivyo. Lakini kwa upande wa swali lako, aa, leo ni, ni Dominika ya kwanza ya kipindi cha Kwaresima ambapo mama kanisa anatualika kusherehekea Dominika hii na ikiwa na maudhui ya kuepuka majaribu, kuepuka majaribu, na hasa katika kipindi hiki cha Kwaresima, kuepuka majaribu, lakini kumkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hivyo, kwa kipindi hiki cha Kwaresima tunaalikwa sana kufanya mambo makuu matatu. Eh, tunasema mambo ni matatu. Jambo la kwanza ni kusali sala, la pili ni kufunga lakini la tatu ni kufanya matendo ya huruma ndio. Kwa hivyo ujumbe ni kwamba watu wafunge, wafanye matendo ya huruma na kisha wasali, wasali. Kwa wale ambao hawafuatilii kipindi hiki cha Kwaresma ama hawaamini katika kipindi hiki cha Kwaresma kujiandaa kwa ajili ya Easter, una ujumbe upi kwao? Ah, kwa ujumbe wangu kwanza ni kuwaalika waitikie mwito wa Kanisa Katoliki katika kipindi hiki cha Kwaresma tunajua, tunapita katika hali tofauti tofauti. Mwanadamu hayuko perfect. anapitia changamoto nyingi, lakini kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi maalum cha sisi kufanya toba. Kwa hivyo tunaalikwa kwanza kufanya toba, lakini kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu ili aweze kutusamehe yale makosa ambayo tumeyatenda, lakini sio kwa kipindi hiki cha Kwaresma tu bali tunapoanza kwa namna hiyo, tuendelee kucultivate hiyo spirit ya kuwa na Mwenyezi Mungu na itakuwa ni tabia yetu, na mwisho wa siku, basi tutaendelea kwa karibu na Mwenyezi Mungu. Okay, labda basi watakie tu wasikilizaji na watazamaji wetu kwa siku ya leo wanaofuatilia makala haya katika Shamba wa Shamba huko YouTube, uwatakie tu labda, ama waambie maneno yako ya mwisho ambayo unaweza kuwa nayo kwa upande wangu nawaalika Wakristo wote na hasa wale Wakatoliki waendelee kuzingatia yale ambayo tunafundishwa makanisani, yale ambayo neno la Mungu linasema na hasa kama siku ya leo tumeona basi, uh, shetani akimjaribu Yesu kwa kutumia Bibilia ambayo tunaitumia sisi wenyewe. Kwa hivyo tunaalikwa kama Wakristo wa Katoliki kwanza kusoma Bibilia na kuielewa vizuri ili basi shetani atakapokuja kwa namna yoyote ile uweze kupambana naye na kumshinda. Asante sana, labda kabla sijahitimisha ni kuulize tu swala swali moja tu e, tunaamini ya kwamba Waislamu wako katika mfungo wao wa Ramadhani ama swaumu wakipenda na Wakatoliki wako katika mfungo wao wa, wa Kwaresma sasa hivi Waislamu na Wakristo wa katika mifungo wa, wa inaoana mifungo yao inaoana sasa hivi. mm -hmm. Labda unaweza kuwa na ujumbe kwa Waislamu na Wakatoliki, labda Mungu anajaribu kutusungumzia sisi ama anajaribu kupitisha ujumbe wake mahali, ni kweli. Uh, katika swala la kufunga uh, linamaanisha kwamba sisi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu na kitu ambacho tunapaswa kukitambua hasa kwa upande wetu sisi Wakatoliki, kufunga sio chakula tu Unaweza kufunga kutenda dhambi ili uweze kuwa mtakatifu. Funga kusema umbea, funga u, uvivu funga kushindwa kwenda kuwatazama watu wenye shida mbalimbali. Kwa hivyo kwenye kufunga kwetu sio chakula tu, badala yake tufunge na yale matendo mabaya ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu. Kwa upande wa Waislamu na wenyewe wana namna yao ya kufunga Najua wamefocus zaidi kwenye chakula, lakini pia nawahimiza kila ambacho wamekifunga kama ni chakula wasiweke akiba wakaja kula baadaye baada ya mfungo huo, badala yake kila ambacho wamekiandaa kwa kufunga waweze kukitoa kwa wale wasiojiweza. okay. ndiyo. asante sana e, shemasi padre wetu mtarajiwa, natumai mnamo tarehe kumi na nne, tarehe kumi na tano, tarehe kumi na tano mwezi wa tano saa tano tutakuwa pale Arusha. Karibu sana. tutakuwa Arusha kwa ajili ya kuona kwamba Roho Mtakatifu anakushukia unapakwa mafuta kufanywa kuwa mteule kabisa ili kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu. Asante sana na endelea kuniombea pia. Asante, asante Shemasi. Asante sana. Kwa hivyo amekuwa ni Shemasi Masawe kutokea kule Tanzania ambaye anatarajia upadri wake upadilisho wake mnamo tarehe kumi na tano mwezi wa tano labda kuanzia masaa tano saa tano tutakuwa tumejajaa Arusha kwa ajili ya kujionea muujiza huu wa Mungu. Amekuwa akituhusisha katika juma hili la kwanza na kwa Kwaresima, na tumemmsikia vizuri na nimemmsikia vizuri pia mimi hapa, ningekuwa namuuliza maswali haya, lakini tunasoma kitu kimoja tu kwamba mambo ni matatu, lakini sio ya kwenda mbinguni na sio ya kwenda gerezani ama kwenda popote pale lakini ni ya kusali, kufunga na kutenda matendo yaliyo mema, matendo ya huruma. Nimekuwa wako Shambah wa Shambah nikiwa hapa katika mijengo hii ya wana shirika la Roho Mtakatifu, yaani shirika la Spiritans, tukileta makala haya kutoka hapa. Huyu ni mlelewa wa hapa, na nyuma ya kamera amekuwa Urbanus kituku akiwaweza kutuongoza katika shughuli hii. Asanteni na Mungu awabariki. Mwendelee kuenjoi jumapili yenu na Kwaresima njema iliyojaa baraka nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Asante, Mungu awabariki sana.